sote tunaweza kawa tunajadili na tukapitisha bajeti lakini wizara ambayo inawahusu Tanzania moja kwa moja ni wizara ya kilimo na mifugo na uvuvi lakini mmeona dhahiri namna gani ambavyo wizara hii bajeti yake hata ile kidogo ambayo imetengwa bado haiendi na ukienda kuangalia vitabu vya maendeleo mheshimiwa mwenyekiti utaona kwamba katika kitabu cha maendeleo sehemu kubwa ya bajeti ambayo tuliitenga mwaka jana kwa ajili ya bajeti ya kilimo ilikuwa ni mradi wa storage capacity expansion project, utunzaji wa mazao yetu baada ya uvuvi, mradi ambao ulikuwa ufadhiliwe locally na foreigners, walikuwa ni Poland. Kwa hiyo tunaposema kwamba ni bilioni tatu tu ambazo zimepelekwa kwenye kwenye kwenye kwenye wizara hii, maana yake ni kwamba mradi kama huu wote mwaka jana haukutekelezwa. Maana yake ni kwamba mwaka jana tumewalipa mishahara tumewapa posho tumewaweka ofisini wa wafanyakazi wa wizara ya kilimo, lakini hamna kazi yoyote ya kimaendeleo ambayo ilifanyika. Hali kama hii kwa kweli mwenyekiti, inasikitisha sana na ni hali ambayo inabidi tuweze kuona ni namna gani ambavyo tutakavyoweza kuirekebisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, licha ya kuangalia maeneo hayo ya bajeti ndogo ambayo inapelekwa ya wizara ya kilimo, lakini pili, nilikuwa naomba tuweze kuangalia ni namna gani ambavyo mafanikio ambayo yamepatikana tunayalinda kivipi? Kwa mfano na ninapenda niwapongeze sana e, ndugu zangu wa kusini kwa mavuno mazuri sana ya korosho na kwa fedha nyingi sana ambazo wamezipata e, kwenye korosho. Lakini pamoja na ongezeko la mavuno ya korosho na ongezeko la bei ya korosho kwenye soko la dunia, sehemu kubwa ya mabadiliko haya ni ya bei. Mwakani ikitokea kwamba bei ya korosho imeshuka, tutawafanya nini hawa wakulima? Na hapo ndio inapokuja hoja ya msingi sana ya hifadhi ya jamii kwa wakulima, kuweka mfumo ambao utakuwa na fao la price stabilization, ili pande pale ambapo bei za mazao ya kilimo zimekuwa kubwa sana tuweze kuwa na sehemu ambayo itatunzwa. Bei ikiporomoka chini ya gharama za uzalishaji kwa mkulima, mkulima yule atalipwa kumrudishia gharama za za uzalishaji. Sasa hili ni eneo ambalo waziri ameligusa. Kuna paragraph moja amezungumza kuhusu wakulima, scheme inaendeshwa na NSSF, lakini kuna haja kubwa ya kuweza kuangalia ni namna gani tutapanua hifadhi ya jamii kwa wakulima, ili tuweze kuhakikisha kwamba wakulima wanakuwa na fao la bei, siku bei zikiporomoka, wakulima waweze kurudishwa katika zile bei ambazo wanapaswa angalau zitalinda. E, hali yao ya, ya, ya uzalishaji. La mwisho kabisa Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba nirejee hoja ambayo kambi ya upinzani bungeni imezungumza kuhusiana na tozo kwa wavuvi. Kuna malalamiko makubwa hasa kule kwetu upande wa Ziwa Tanganyika. Sumatra inatoza leseni za usafiri kwa wavuvi. Na jana nimemsikia waziri anasema kwamba kuna tozo ambazo zimeondolewa za kiwango fulani cha mitumbwi. Nilikuwa naomba nipate ufafanuzi wa kutosha, kwa sababu Sumatra hawatozi tozo ya leseni kwa, ya usafiri kwenye matrekta, sababu matrekta yanatumika kulima, lakini wanatoza tozo ya leseni ya wavuvi kwenye mitumbwi ya kuvulia. Sasa nilikuwa nataka nipate hapa, haki inakuwa wapi? kwa sababu mvuvi hiki ndio chombo chake cha kuzalisha, kwa nini atozwe? Lakini mkulima chombo chake cha kuzalisha ambacho ni trekta, yeye ni yeye asiweze kutozwa? Kwa likuwa naomba nipate maelezo haya ambayo, eh, eh, pia kambi ya upinzani bungeni imeyazungumza. Na mwisho kabisa kabisa, Mwenyekiti, nawapongeza sana tena kamati ya kilimo, na naomba ninukuu sehemu ya hotuba ya kamati ya kilimo ambayo nadhani ina inahitaji majibu ya serikali, ambao wanasema kwa mwenendo huu wa bajeti inaashiria kwamba kilimo si moja ya vipaumbele vya serikali, serikali haitambui umuhimu wa sekta za kilimo katika ustawi wa sekta zingine, na kilimo si sekta mama ya ustawi wa wananchi ambao wengi wanajihusisha na shughuli za kilimo. Hizi hoja za kamati ya kilimo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba zipate majibu ya uhakika kutoka serikalini, kwa sababu ndio hoja ambazo zinawahusu wakulima na wananchi wetu kwa ujumla. na kushukuru sana.